Ushirikiano baina ya wadau wa sekta ya elimu unatajwa kuwa miongoni mwa chachu zilizopelekea halmashauri ya wilaya ya Rungwe iliyopo mkoani Mbeya kufanya vizuri siku hadi siku kitaaluma. Katika hafla ya kupongeza juhudi za halmashauri ya wilaya ya Rungwe kwa kufanya vizuri kwenye sekta ya elimu, mkuu wa mkoa wa Mbeya, Juma Homera, anasema kupanda kwa ufaulu wa wanafunzi kwenye matokeo ya mitihani mbalimbali ikiwemo ya kanda na kitaifa ni matokeo ya ushirikiano wa wadau hao, hatua anayosema inapaswa kuigwa na wadau waliopo kwenye halmashauri nyingine za mkoani hapa. La kwanza ni kuwapongeza wilaya ya Rungwe kwa kufanya vizuri kwenye sekta ya elimu, kuanzia mkuu wa wilaya, mbunge, pamoja na viongozi wote. Hakika ningependa wasimame tuwapigie saluti, wako vizuri sana. Ehe, pamoja na chama cha mapinduzi. Hawa ni vinara kwenye elimu. Hakika wilaya ya Rungwe mmepata majembe kweli kweli, kwa sababu Rungwe, wakati tunaanza mchakato wa kuitafuta namba moja, sio namba moja tu na kupandisha ufaulu, ilikuwa kama masihara, lakini leo hii wakathibitisha kwamba watafanya vizuri, na tumeona kazi walioifanya ni kubwa, kushika nafasi ya kwanza matokeo ya kidato cha nne. Mkoa mzima wa Mbeya halmashauri saba wanastahili pongezi na makofi mengi sana kwao. Renatus Mchau ni mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Rungwe anaelezea hatua walizopiga kwenye sekta ya elimu sambamba na kubainisha mikakati waliyojiwekea ili kutorudi nyuma tena kitaaluma. Kwa upande wa shule za msingi halmashauri imeendelea kufanya vizuri kwa mtihani wa kumaliza elimu ya msingi na mtimani wa upimaji wa darasa la nne kila mwaka kama inavyoonekana ambapo mwaka 21 ufaulu si ulikuwa 90.59, mwaka 22 ufaulu ulikuwa 93.18, mwaka 23 ufaulu ulikuwa asilimia 94.36, na mwaka 24 tumefikia ufaulu wa 96.53 si ambao kumekuwa na ongezeko matokeo mtihani wa upimaji kitaifa wa darasa la 4 kwa ufaulu mwaka 21 tulikuwa asilimia 94.77 mwaka 22 93.96 mwaka 23 96.51 na mwaka 24 96.78. Halmashauri imeweka mikakati mbalimbali ya kuongeza ufaulu katika eneo hili, mojawapo mikakati ni pamoja na kwa ufaulu wa mitihani yote ya kitaifa kwa darasa la 4 tuweze kufikia 100% lakini pia kila mwalimu mkuu lazima awe na masomo au masomo anayofundisha madarasa ya mitihani darasa la saba na darasa la nne, ili kuwa mfano katika kituo chake cha kazi. Walimu wote ndani ya shule na jamii yanayohusika wafanye kazi kwa kushirikiana kwa maana ya teamwork. Kutoa motisha chanya kwa walimu wanaofanya vizuri zaidi ndani na nje ya shule. Mbunge wa Rungwe, Anthony Montona anasema kuyafikia mafanikio ni jambo moja lakini muhimu ni kuhakikisha kuna kuwepo na mwendelezo wa mafanikio yaliyofikiwa, hivyo wadau hawapaswi kubweteka. Tunachohitaji hapa ndugu zangu walimu ni consistency, mwendelezo. Unajua mtu kishakuwa wa kwanza wapinzani wanakuwa wengi nyuma yako. Si ndio? sasa tuwe na consistency, tukishakuwa wa kwanza, tukishakuwa wa kwanza tu maintain namba moja kwa miaka mitano sita ijayo ya mitihani itakayofanyika. Ndio ushauri wangu kwenu. Lakini pia ombi langu kwenu. Kwa sababu kutoka namba moja mwakani tukaje tukasherekea tena tunaambiwa namba tano, namba nne, namba ngapi? Nadhani haitakuwa na, na la kwetu. Kwa hiyo nawaomba ndugu zangu tukazane zaidi, tujitahidi zaidi kuhakikisha kwamba mtihani unaofuata tunakuwa namba moja. Tukisha kamata namba moja mara tatu mara nne, mkoa mzima utakuwa utajua namba moja ni Rungwe. Utoaji wa tuzo kwa shule zilizofanya vizuri pamoja na kuboreshwa kwa miundombinu ya kufundishia na kujifunzia kukatajwa na walimu kuwa chachu pia ya mafanikio. Hizi tuzo zinatusaidia katika kuhamasisha na kufanikisha taaluma kwa ujumla, hususani kwa watoto, wazazi pamoja na jamii nzima inayotuzunguka pale shuleni, kwa maana inajikita kufanya nini, inatuboreshea mwamko wa kuhamasisha kwa mfano mwaka jana walimaliza darasa la saba, tukaenda kuonyesha wanafunzi wa darasa la saba au la sita, wanahamasika na no wenyewe kujifunza kwa bidii. Kutoka wilayani Rungwe mkoani Mbeya, mimi ni Joakim Mnyambo wa Daily News Digital.